Kamati yetu tumejiita kamati ya wawezeshaji, maana tumekaribishwa na ubalozi wa Holanzi kuandaa mikutano na viongozi wa vikundi mbalimbali vya wanaharakati kuhusu suala la jinsia na hasa kutetea haki za wanawake. Tulichofanya tuli kwanza ni ku, pamoja, sisi sio mimi, sisi kama collective pamoja kushirikiana na wenzangu kubuni pamoja ehe, swala la jinsia ni kitu gani? Nini inazuia wanawake kujiendeleza? mapambano yako wapi? Basi pamoja tunajaliana, tunaunganisha swala la jinsia, swala la tabaka, swala la ubaguzi rangi na swala la utandawazi, wizi. Tumejifunza kusema utandawazi wizi Enzi zili uh, tumesema beberu uh, halafu na mambo mengine, na tofauti iliyopo katika wanawake wanaume wanaoishi kijijini na wanaoishi mjini <coughs> <coughs> zamani. Ukienda sehemu mbalimbali, kwa mfano, wengine wanarakati tuzunguka nje ya miji au nje ya Dar es Salaam, ukizunguka watu wengi wanakuwa hawaelewi sana muhimu wake wanawake au wanafikiri tunajaribu eh, kuleta tofauti au gomvi katika wanawake na wanaume, lakini navoona mimi yadis kwa sehemu kubwa ya jamii wetu wameanza kuelewa kwa kwamba hii swala la jinsia inaleta manufaa kwa wote, mane muhimu wake ni kuwawezesha wote, ikiwa familia, jamii, ikiwa katika shirika ya, ya biashara na nini wapate nafuu, kwa kuangalia hali iliyopo wanawake na wanaume, jinsi ya kuboresha iwe sawa kwa wote. E, mafanikio mengine e, mafanikio mengine ni kwamba tunaona maendeleo makubwa katika elimu. E, mi nime masomo yangu na utafiti iniokuwa nafanya mwanzo alikuwa kuhusu elimu na idadi ya wanawake na wasichana shuleni ilikuwa chini sana hata shule ya msingi kuliko wavulana. Sasa baada ya UPE, sera ya ya, ya kuhakikisha watoto wote wanaingia shule ambayo ilikuwa miaka ya sabini mwanzoni eh, na kuendelea, tunaona sasa idadi ya wasichana shuleni shule ya msingi kwa mfano ni sawa na wanaume a ndoto kubwa en, ingekuwa tuwe na mabadiliko makubwa, sio tu Tanzania. Hii ni swala eh, bara ya Afrika, sababu nchi moja haiwezi kupambana na haya mambo ambayo nimezungumzia, hasa swala wa utanda wazuizi eh, mambo mengine lazima kujenga umoja na lazima tutambue umuhimu wa rais wetu wa kwanza Nyerere sababu tangu mwanzo alikuwa msimamo wake ilikuwa kuunganisha mapambano hapa Tanzania na nchi ya jirani pamoja na bara.